Yes, tunazidi kusonga mbele. Kuna majambo kipenzi anaweza kufanya, ukajiuliza, hivi amefanya akiwa na akili zake timamu, au alipitiwa na shetani, au amefanya akiwa mlevi, ukabaki umedua na ukakosa cha kufanya. Ni mimi Abdunnoor. Kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kumbuka kulike, kumbuka kushare ili video iweze kwenda kwa watu wengi zaidi, na kama hutojali, kumbuka kutoa maoni yako, mwisho wa siku kijiji chetu kiweze kwenda kuwa kikubwa, au mwisho wa siku tuweze kujifunza zaidi. Na kama ni mwenyeji, nashukuru kwa kuendelea kunifuatilia, endelea kunifuatilia na usinichoke. Anyways, katika video hii tutaangalia vitu ambavyo vipenzi vyetu wanafanya lakini vitu vile hawafanyi kwa kupitiwa, hawafanyi kwa kukafirika, wanafanya kwa makusudi na kwa kufahamu wanafanya nini. Jambo la kwanza ambalo mara zote huwa tunafanya na tunafahamu tunafanya nini ni kutoka nje ya mahusiano au kuchit. Hii ni kitu ambayo inatukuta couples nyingi, haijalishi ni couple ya aina gani, ma legend tunachit hasa kupitia sababu zifuatazo. Kwanza, kuwa disconnected kwa mtu ambaye ulinayo, yani tayari haumpendi kabisa, hauna hisia naye. Sababu ya pili ni kuweka tamaa mbele. Sababu ya tatu ni kulipiza visasi, kwa mfano mwenye ulishachitiwa au ulishaachwa, lakini leo umepata mwingine sasa, naye unataka ufanye jambo lile lile kama kulipiza, mwisho wa siku nafsi yako itulie. Lakini sababu ya nne ni kuwa mpweke, tunasingizia kwamba nilikuwa mpweke, pengine kipenzi alisafiri au alienda kimasomo au alitoka kwa dharura, mwisho wa siku umekuwa mpweke, mwisho wa siku vitamin D na vitamin C zimekuzidia, lakini ukweli utabakiwa kupalepale. Cheating is not something done Unknowingly. Ni kitu ambacho kinafanyika purposely. Yani namaanisha kuchiti ni chaguo ambalo unakuwa umelichagua mwenyewe. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu zifuatazo. Kwa sababu unakuwa unafahamu madhara ambayo yatatokea unapochiti. Kwa mfano, unafahamu kwamba nikichiti, lazima nitaisahau familia, nitajikuta ninabobea kule ambako nimechiti nako. Na kwa upande wa kinadada, wanajikuta wanakuwa wanakosa nidhamu, wanakosa ile concentration kwa wale wanaokuwa nao. Tunafahamu kwamba unapochiti unakaribisha watoto wa nje, unakaribisha, eh, unakaribisha maradhi asio ya kutarajiwa. Lakini pia unafahamu fika kwamba napochiti, mwisho wa siku nitaporomoka kiuchumi. Kwa nini? Kwa sababu nitakuwa ninagawa kipato changu mara mbili, na inaenda mbali zaidi. Unakuta kina dada wanaiba mpaka hatimiliki za mali au wanakuibia pesa, wanajikusanyia kwao. Aise, mchepuko ni balaa, na tunakuwa tunafahamu fika. Ni moja kati ya wakati mgumu ambapo utakuwa umefumaniwa na yule ambaye atakuwa amekufuma. Tunaelewa kwamba ni situation ambayo inapelekea mahusiano kuharibika, lakini pia inapelekea ku majengo ya serikali. Mtu anaweza kufanya maamuzi ya kukuua yeye akaenda jela, wewe ukaenda makaburini. Sasa kipenzi anapocheti ukamfuma live bila chenga, au ukamfuma kupitia simu, naelewa inauma, tena inauma zaidi, lakini unachobidi kufahamu ni kwamba ni kitu ambacho amekifanya purposely. Hapa ndipo atakuja na visingizio kwamba amepitiwa na shetani, lakini sio kweli. Shetani hakumpitia yeye, na moyo wake na tamaa zake. Jambo la pili ni kukosea heshima. Vipenzi wengi wanasingizia kukasirika pale wanapokuwa wamezungumza maneno machafu au maneno kosea heshima, na mara nyingine wakasingizia kwamba we ndio sababu. But speaking the truth wewe sio sababu na wala hasira sio sababu. Wanakuwa wamedhamiria kabisa kukuzungumzia matusi au kukukosea adabu. Kwa nini nasema hivyo? Nitauliza maswali machache. Je, ni kweli mtu anapokukasirisha lazima atukanwe matusi ya nguoni? Je, ni kweli mtu anapokukosea lazima familia yake ihusishwe, itukanwe? Je, ni kweli mtu anapokukosea anapokukasirisha, ni lazima asimangwe kwa ufukara wake, au ni lazima asimangwe kwa thamani yake? Je, ni kweli mtu anapokukasirisha lazima atangazwe kwa ndugu zake? Jibu linakuja ni no. Sio katika jamii Sio katika sheria, sio katika vitabu vya dini, itabakia kuwa no. Kwa nini no? Kwa sababu kuna njia mbalimbali mbali ambazo ni za kiutu na ni ungwana, za kiungwana za kuweza kuadresi mtu anapokosea. Jambo namba tatu ambalo tunalifanya na tunakuwa tumedhamiria huwa ni kuomba kuachana au kuomba talaka. Oho, hapa napo kuna neno ving'ang'a tujuane. Anaposema tuachane, tena mara kwa mara pale mnapogombana na anazungumza akiwa mkavu, hatoi hata chozi, haonyeshi hata kuumia, yaani anasema nipe talaka yangu, mimi naona bora tuachane. Hapa ana hajaongea kimakosa kabisa, amemaanisha na aliplani kukwambia hivyo. Niamini mimi mpenzi, mke mume, anapofikia hatua ya kukwambia tuachane, ana plan b au alisha plani kukuacha mda mrefu. Yaani ugomvi umekuja kama permission au ruhusa ya kumruhusu yeye aweze kuzungumza neno hilo. Ndiyo tunaelewa kisaikolojia kwamba mtu anaposema tuachane, mara zote ni pengine amechoka au anajaribu kuangalia kama unampenda kweli au la. Lakini je, nicho kipimo cha kuangalia kwamba mtu anakupenda au la? Kwa eksperiensi yangu ndogo niliokuwa na ninakuhakikishia mtu anapokuambia hivi, mara moja, mara tatu, mara nne, mara tano, aisee, tayari amedhamiria hajakosea kukwambia. Pointi ya nne. Point, kitu ambacho tunakifanya na tunakuwa tumedhamiria mara nyingi, ni kuchobo ni kuchobo. Nazungumza kamusi eh, utanielewa. Mara zote ni stori za uongo, ni kukudanganya mchana kweupe. Partners wanaofanya majambo kwa kificho, achana na kuchiti, wanakuwa wanachelewa nyumbani, au wanafanya vitu fulani pembeni na hawataki kwambia. Unapo suspect na kuwauliza, wanaanza kukudanganya danganya, wanaanza kupita huku na huku, wanazunguka mbuyu. Ukiwabana sana, wanasema oo oh, sikutaka kukwambia kwa sababu nilihisi utakasirika. Oo oh, sikutaka kukwambia kwa sababu nilihisi tutagombana. Lakini pia wale ambao wako katika ndoa, wanawake wanawadanganya, wanakwenda asa, wanakwenda finka lakini mwamba hujui. Mwisho wa siku unakuja kuvumburuka, vitu vyako vinakuja kusombwa pale anapokuwa amefeli kulipa deni. Hapa alifanya anajua, kabisa ninakwenda nitapofeli mambo yatakuwa ni hivi na hivi, lakini hakutaka kukwambia, hakutaka kushirikisha. Mwisho wa siku anaishia kumshirikisha shetani. Oh, unajua nilipitiwa, oh, nina, unajua nilihisi nikikwambia tutagombana, nilihisi nikikwambia hautokubali. Lakini ni kwamba alifanya makusudi. Hakuna cha kupitiwa, hakuna cha nilihisi tutagombana. Mwisho wa siku anakuweka wewe katika matatizo. Jambo namba tano, ni kutojali mahitaji yako ili huwa tunafanya makusudi kabisa. Hapa ndipo kipenzi anapofanya kujisahaulisha mambo ambayo anabidi kukupa wewe kama kipenzi chake. Tunaamini kwamba unapokuwa katika huba na mtu au unapokuwa katika ndoa, lazima kila mtu atimize mahitaji kwa mwenza wake. But inapofika pahala, mtu anaanza kujisahaulisha, mtu anaanza kusema kwamba nilipitiwa, mpaka umuombe au mpaka umkumbushe mara kwa mara. Na unapomuomba, dharura zinakuwa nyingi, anakwambia mara nilisahau, mara nilipitiwa, unajua kazi ni nyingi. Anakuwa amedhamiria kukuongopea, anakuwa amedhamiria kutokupa mahitaji muhimu. Ni mimi kocha wako wa mchongo, Mr Donor. Karibu katika video ijayo.